Nimewaita hapa ili kutoa ufafanuzi juu ya tuhuma za TAKUKURU Kigamboni kuwakamata viongozi wa CCM kata ya Tungi. TAKUKURU Kigamboni katika kuendelea na kutekeleza majukumu yake mnamo tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu ishirini ishirini na tano yaani jana, ilipokea taarifa fiche kutoka kwa msili kuwa kuna mwananchi anaitwa Habibu Mchange ambaye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na CCM. Kwa taarifa tulizonazo, ni kwamba miongoni mwa wale wanaotaka kutia nia ya kugombea nafasi ya ubunge kwenye jimbo la Kigamboni e, katika uchaguzi mkuu wa ishirini ishirini na tano, huyu Habibu Mchange naye ni, ni mmoja wao. Taarifa ilipokelewa iliyopokelewa ni kwamba Habibu Mchange ameandaa baadhi ya viongozi wa CCM kata ya Tungi ili awagawie fedha, kitendo ambacho ni kinyume na Sheria ya Uchaguzi ya mwaka 2024 na kanuni za Chama cha Mapinduzi ambazo zinazuia kufanya kampeni kabla ya dirisha kufunguliwa, na kuahidi kutoa zawadi ambazo haziko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kuwa yeye sio mtekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na kwa kuwa yeye si kiongozi wala sio mbunge wala si mwakilishi wala si diwani katika chama hicho kwa sasa, kama kanuni ya sitini na tisa kanuni ndogo ya sita kuhusu uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola inavyosema. Kanuni hiyo inasema hivi: ni marufuku kwa mwanachama yoyote anayetarajia kugombea au wakala wake kutoa misaada wakati wa uchaguzi unapokaribia, ambayo ni dhahiri ina lengo la kuwavutia wapiga kura, isipokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge, mwakilishi, kwa maana ya kule Zanzibar, na diwani ambao wako madarakani hawa wanaweza wakaendelea na kutoa misaada na ahadi zao wa ambazo wameahidi mpaka pale bunge litakapokuwa imevunjwa. Baada ya kupokelewa taarifa, ilifanyiwa uchunguzi wa awali kwa kuzingatia sheria na narushua ya kuzuia na kupambana rushwa namba kumi na moja ya mwaka elfu mbili na saba iliyofanyiwa marejeo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Na wachunguzi walifika katika ofisi ya CCM kata ya Tungi majira ya saa saba mchana na kufanya surveillance, na kuweza kubaini baadhi ya viongozi wa CCM walikubaliana kukutana pale majira ya saa nane kamili na baadaye muda ulibadilishwa kuwa saa tisa rasili kwa sababu walikuwa wanamsubiri Habibu Mchange majira ya saa tisa alasiri, baadhi ya viongozi wa CCM kata ya Tungi waliingia ukumbini, na baada ya muda fupi gari aina ya Krug yenye namba T 366 EBL iliwasili kwenye maegesho ya magari ya ofisi hiyo ya CCM, na baadaye iligundulika ndiyo iliyokuwa imembeba Mchange. Aidha, baadhi ya viongozi wa CCM kati ya Tungi waliokutwa katika ukumbi huo na wachunguzi wetu hawakutaka kutoa ushirikiano kwa maafisa wetu, hivyo maafisa wa TAKUKURU waliondoka na viongozi hao kuelekea ofisi za TAKUKURU wilaya ya Kigamboni kwa ajili ya, ya mahojiano, na wote waliweza kueleza kuwa kikao kile hakikuwa halali na kiliitishwa na katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Tungi anayeitwa Sebastiani Kapela Mabula. Kwa hiyo uchunguzi wa tukio hilo bado unaendelea. Takukuru inafuatilia kwa karibu wote wanaodaiwa kufanya kampeni mapema kwa kutoa rushwa kwa wapiga kura kwa jimbo la Kigamboni na Tanzania kwa ujumla, kama ilivyofanyika kwenye tukio hili. Kwa msingi huo taarifa zilizotolewa katika baadhi ya magazeti ikiwemo Jamvi la Habari toleo namba ishirini na tano hamsini la tarehe kumi na nne mwezi wa tatu ishirini na tano kwamba Takukuru inatumiwa na wanasiasa wanaotaka kutiania kugombea nafasi katika uchaguzi mkuu ujao na haishughuliki na wanaogawa fedha ili kushawishi wapiga kura ni za kupotosha umma. Aidha, taarifa za TAKUKURU kuwafungia viongozi wa CCM wakiwa kwenye kikao cha kupanga uhamasishaji na uandikishaji daftari la wapiga kura si za kweli, kwa kuwa uchunguzi unaonyesha kwamba kikao hicho kilipangwa kifanyike tarehe kumi na nne mwezi wa tatu ishirini ishirini na tano, yaani leo na sio jana. Aidha, uchunguzi pia unaonyesha kwamba E, kikao hakikuwa na uhalali, e, kwa vile hata viongozi wa, wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya wilaya walikuwa hawakitambui. Natoa rai kwa wananchi wote wa wilaya ya Kigamboni na sehemu nyingine zote za mkoa wa Temeke kutoa taarifa za vitendo vya rushwa kwa kuwa ni jukumu la kila mwananchi kufanya hivyo. Nawashukuru sana. Jana, tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu majira ya saa kumi kasoro mpaka kumi na moja jioni, kulikuwa na tukio lilikuwa linaendelea kwenye kata ya Tungi. Viongozi wa kata hiyo wakawaita viongozi wa matawi, lakini TAKUKURU wakapata taarifa kwamba hicho kikao kimeitishwa kwa ajili ya mgombea mmoja kwenda kutia nia kwa viongozi lakini pia wapa bashishi kama aftari kwa, kwa, kwa maana ya wa, wa viongozi wale. Kwa hiyo TAKUKURU walipofuatilia pale kata ya Tungi, wakakuta wa viongozi kwa maana ya viongozi wa matawi wapo kwenye ofisi ya, ya kata wakiwa wanamsubiri mtiania huyo, na wakati huo mtiania huyo alianza kwenye kata ya Pemba Mnazi jana hiyo hiyo TAKUKURU walipata taarifa, walipofuatilia wakachelewa, akatoka akaenda kwenye, kwenye kata ya, ya, ya, ya, ya Tungi, na ilikuwa akimaliza Tungi anaenda kwenye kata nyingine akiwapigia viongozi wa hizo kata kwamba wamuandalie wapiga kula, ili aende akawaone awasalimie ajitambulishe na na na, na awape bakshishi kidogo kama rushwa. Kwa hiyo, sintofahamu iliyotokea pale ni sintofahamu baina ya viongozi kutaka kuwazuia TAKUKURU wasifanye kazi yao, lakini TAKUKURU walikuwa hawajavamia, walienda makhsus kwa ajili ya tukio ambalo tayari walipelewa taarifa, kuna mgombea anapita anakutana na wajumbe na ana, ana, ana, ana, anatoa rushwa na viongozi sisi tulikaa nao kabla ya siku tatu zilizopita, kwamba jamani, yale maelekezo ya makala ni muhimu tuzingatie. Msimuitie mta, mtiania yoyote wajumbe wa, wa kwa sababu uchaguzi bado mpaka mwezi wa saba, na utaratibu wa chama chetu wat, wa, wa, watiania wote watakuja, watachukua fomu, watajadiliwa majina yao yatapelekwa kwenye ngazi ya taifa. Deni, majina matatu yatarudishwa. Wale watakaorudishwa majina matatu ndio ambao tutawaruhusu wafanye kampeni, tena kampeni ya kisabu, sio kwenda kutoa rushwa. Kwa hiyo kilichotokea jana si kweli kwamba TAKUKURU wamevamia wakawafungia viongozi. Kilichotokea jana kulikuwa na mtiania anataka kutoa rushwa, na kazi ya TAKUKURU ni kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa hiyo kazi kubwa walioifanya jana ni kuzuia rushwa isitoke na mgogoro ulitokana na yeye TAKUKURU kuzuia rushwa, lakini watu wakitaka kutumia mwamvuli wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa chama na vikao kwa ajili ya, ya, ya maandalizi ya, ya kuandaa wanachama wetu kwa ajili ya zoezi la daftari la kudumu la wapiga kura ambalo linaanza tarehe 17, lakini ki, vikao hivyo vya, vya, vya, vya maandalizi vilikuwa vinafanyika leo na sisi wajumbe ya sekretarieti tulikuwa tumepanga na tuna ratiba ya kwenda kwenye kila kata leo. Tulikuwa tunaenda kata tatu, ya Kigamboni, kata ya Tungi na kata ya Vijibweni, na kesho tunaendelea na kata zingine, kesho kutwa tunamaliza kata zote. Kwa hiyo ina maana kama kweli ma, ni maandalizi hayo ya, ya daftari walitakiwa wawataarifu viongozi na, na wanachama tukutane nao leo kwenye ratiba yetu sisi ya sekretari kilichofanyika jana waliwaita viongozi ili waje kupokea rushwa. TAKUKURU walichofanya ni kuzuia rushwa. Si kweli kwamba walienda wakavamia viongozi, sema wakawafungia kienyeji tu. wa baadhi ya taarifa ambazo zimetoka ziko za mtandaoni, lakini vyombo vingine vya habari kwamba TAKUKURU <cuamati> wao ndo waliwafungia wanachama ofisi. sasa ipi nafasi ya TAKUKURU na ipi nafasi ya viongozi, na je, huo mkutano ulikuwa ni rasmi ama haukuwa rasmi? La kwanza, TAKUKURU hawajawafungia na ule mkutano haukuwa mkutano sahihi, kwa sababu viongozi wakata, wa kata waliwaita wale viongozi wa matawi, mwenyekiti, katibu na mwelezi wa kila tawi ili waje wakutane na mgombea. Ule ulikuwa sio mkutano halali, na kimsingi sisi kama chama na sisi tutafanya taratibu zetu, tutawaita wale viongozi wa ile kata kwenye vikao vya usalama na maadili ili tuwape adhabu, kwa sababu walichokifanya sio sawasawa. Wameanza kubeba wagombea, kitu ambacho kanuni zetu zinakataza. Lakini rushwa, CCM ndio tuna kwenye ilani yetu, imekataza sana swala la rushwa. Kwa hiyo sasa, lazima tuonyeshe mfano sisi kama viongozi wa CCM, sisi kama chama tawala kinachoongoza dola na hata kwenye ziara yetu tunayopita tunaendelea kuwasisitiza viongozi wetu, muda wa kampeni za kula za maoni bado na hairuhusiwi kumwitia mgombea yoyote viongozi wanaopiga kula wake ili aje awasalimie, hairuhusiwi. Hata kama ni salamu za mdomo, hairuhusiwi. Upi msimamo wa wanachama hapa kuelekea katika uchaguzi? niwaombe viongozi, ah, ni, ni, ni, ni, ni, niombe viongozi wangu wa ngazi zote kuanzia mashina, matawi, kata na sisi wa wilaya wote tusimamie utaratibu wa chama chetu. Nafasi ikiwa wazi ikishatangazwa, wanachama ndio wanaruhusiwa sasa kuchukua fomu na kupita kwa kwa, kwa, kwa ujumbe kujitambulisha ili kuomba kura, lakini pia katika haita kujitambulisha, haitakiwi kwenda kujitambulisha kwa kuita mikutano, kwenda kugawa rushwa. Rushwa ni adui wa haki, na tukikubali kuchagua viongozi wanaotoa rushwa, chama hiki kitapotea, kwa sababu mwisho wa siku ukichagua kiongozi aliyetokana na rushwa, akishachaguliwa baada ya hapo hata, hatatui kero za wananchi na ukimuuliza anasema nimepata nafasi hii, nimetoa rushwa. Kwa hiyo sasa nimetumia hela yangu na natafuta sasa namna ya kuirudisha. Tunataka viongozi ambao hawatokani na rushwa. Kwa hiyo viongozi wote tusimamie msimamo oh, huo ili tupate kiongozi ambaye lengo lake ni kwenda kusimamia na kuwasaidia wananchi. Jimbo letu tumepata bahati mbaya, mbunge wetu kafariki, lakini hata kama angekuwa hai kwa kipindi hiki asingegombea kwa sababu alikuwa tayari kishateuliwa kuwa mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika. Lakini tunaamini baada ya bunge kuvunjwa, wanachama wengi wa CCM watajitokeza na tutaruhusu wajitokeze kuomba nafasi hiyo. Lakini vikao vya uteuzi vya wagombea, ambavyo ni kamati kuu, vitakavyoteua wale watakaoteuliwa watatu au ndio watakuwa wa wagombea wa, wa, wa, wa wetu ambao wataenda kwenye kula za maoni. Lakini nitoe mwito kwa viongozi wote, sisi tusubiri atakayeteuliwa na halmashauri kuu kuwa mgombea wa CCM ambaye anaenda kupambana na vyombo vya dola, huyo ndio anakuwa mgombea wetu. Kwa sasa tusiwe na mgombea wetu sisi kama viongozi, tuache watarajiwa wakija, baadaye waje wachukue fomu, wakishachukua fomu wajadiliwe wateuliwe, waende kwenye kura za maoni, wanachama nao wataamua. Na bahati nzuri, chama chetu imeongeza wigo wa wapiga kura za maoni. Kwa hiyo, maana yake kutakuwa na, na, na, na, na wajumbe wengi wanaotoka kwenye ngazi ya chini ambao watapiga kura, na wale wanaotoka chini mara nyingi wanaojua wana CCM ambao wanaweza wakafanya nao kazi kwa karibu zaidi.